Kwa nini mazungumzo haya yasingefanyika kabla ya tarehe 29? Yani, kwa nini msingehimiza kufanyika kwa hayo mazungumzo kabla haya hayajatokea? Kwa sababu kabla haya hajatokea kuna watu walikuwa nalia, kuna vilio vilikuwa vinaendelea. Sasa kama mngekuweko watu ambao mnaweza kujipambanua, mna busara ama mna hekima, wakati ambao watu wanalia ama wanaalamika, mngetafuta kuwa sababu ya suluhisho. Yani, wako watu ambao waliita hayo mazungumzo kabla ya tarehe 29 lakini hakuna ambaye alikuwa anaona kuwa kuna jambo aliko sawa. Kila mtu alikuwa anaona kila kitu kiko sawa, lakini watu watu wanaumia, mtu anaumizwa, anaumia mtu, ana, unakufa, mtu ana, ana moyo unakufa, mtu anaongea kauli ngumu, mnaona tu kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini hii kila kitu kiko sawa wakati mtu anaumia ndio kitu ambacho kinaweza kapelekea yaje kutokea hata mabaya zaidi, kwa sababu ukichukulia kila kitu kiko sawa kwa upande wako wewe peke yako, wakati kwa wengine ama yanayokuwa anaendelea upande mwingine yanakuwa ni vitu vinavyo vinavyomuumiza vinavyomtesa vinavyomharibu moyo wake afasa kila kitu kiko sawa unakona tafsiri mbovu ya kila kitu kuwa sawa, kwa sababu twende watu wa Mungu tuzungumze kama Watanzania kwa lugha yetu azimu tabu Kiswahili tuseme tuache kiburi tuache misimamo ambayo haina tija kwa nchi yetu tuangalie taifa letu kwanza tushuke chini pamoja tuzungumzie sio tuseme shetani tumefikaje hapa shetani kwa nini umetuleta hapa tunakataa kwa jina la jamhuri ya Tanzania tunakataa chuki nakataa mauaji nakataa uasi nakataa usaliti, tunakataa. Watanzania, nataka tua wapendo kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka, nataka nchi yenye upendo yenye umoja yenye mshikamano inaweka mbele maslahi ya mwingine. Ninawaomba sana niliwaoni jua tarehe ishirini na nane msiandamani, tulieni mwenzi amani ya nchi mkasema. Mzee wa upako chaawa chawa siu kiroboto limende, haya mnaona sasa, naona sasa, tumekaa ndani siku tatu tano siu aniaaaa ndani wote ndio msingi wa amani, ina nguvu kwenye mipaka ya nchi. Ndani ya nchi hakuna mara bunduki. Bunduki ni kama pano, ndio tu inatoza maumivu, lakini haiondoi tatizo. Kinachoondoa tatizo ni upendo, mazungumzo, upendo, mazungumzo, huruma, rehema, hekima, busala, ndio naondoa matatizo. Bunduki mpana dotakinipalepale, yani mazungumzo yana nguvu. Mungu ibariki Tanzania. Kwa daka chache, ni mjibu mzee wa upako ambaye alikuwa anauliza tumefikaje hapa. Mm, tatizo lilipoanzia ni kwamba wakati ambao wengine walikuwa wanalia, wengine mlikuwa mnashangilia kwa habari ya amani au mambo kwenda vizuri. Kwa hiyo mimi nionacho tatizo lilipoanzia ni pale ambapo tulikuweko, baadhi ya watu tulikuwa tunauliza ndugu zetu waliotekwa wako wapi ama ndugu zetu ambao hatuwaoni wako wapi. Baadhi ya wahubiri mfano wawewe mzao upako na wengineo mliendelea na aidha mahubiri mengine ama mliendelea na kusema kila kitu kiko sawa. kwenye kwa ni kwa sababu hiyo e, kumwambia mtu labda usiandamane, nadhani hoja ilikuwa ni kutafuta kujua kwa nini alifika hatua ya kuandamana na ukisema hatukuwa hivi tulifikaje hapa tulifika hapa kwa sababu walikuweko watu ambao walikuwe walikuwa wanateka watu walikuweko watu ambao walikuwa wanaua watu kulikuweko kuna ukatili unafanyika lakini ilikuwa ni kama hakuna anayeona ilikuwa ni kama hakuna anayeona kuwa kuna chochote kinakuwa kimeendelea kwao ni kwa sababu hiyo mtu anaweza akatafuta njia nyingine ya kulia ili tu atafute kilio chake E, kisikilizwe au kilio chake kisikike. Sasa, kwa ujumla inaweza ikawa kwamba uliwaambia watu wasiandamane na vitu kama hivyo sijui uh, amani hicho unachokita, we amani, na ukisema huwezi kudai haki bila amani ni kwamba hiyo amani mlikuwa nayo baadhi. Yaani kuna watu mlikuwa na amani, kiufupi hata kabla hiyo tarehe 29 kuna watu mlikuwa na amani lakini kwa baadhi ambao labda ndugu yake alikuwa ametekwa, ndugu yake ameuawa, hajui yaliko hata kabla hiyo tarehe ishirini na tisa au kabla ya ambayo yameendelea, sikana kwamba kweli tulikuwa tuna amani ya moja kwa moja. Kwa hiyo kutafsiri moja kwa moja kwamba labda amani au kulikuwa na amani au eh, labda walioandamana ndio wameharibu amani mimi na tafsiri kwamba walioandamana walikuwa na jaribu kuonyesha maumivu yao. E, swala la kuna uharibifu wamefanya, ni kwamba wako watu ambao uhai wao umedhurumiwa. Sasa uhai haufananishi na mali yoyote. Mali unaweza ukaenda dukani ukainunua, lakini uhai wa mtu haufananishi na mali yoyote. Tukijiuliza moja kwa moja, tumefikaje hapa? Tumefika hapa kwa sababu wako watu walikuwa na dhurumu uhai maisha ya watu bila kujali ndugu zao watajisikiaje. Kwa mwisho, yote lazima kwanza tuanze kujiuliza, huyu mtu alikuwa anapataje labda ni confidence, kujiamini, kwa namna ambayo anaweza akamuua ndugu yake kwa sababu tu huyo ndugu yake anajaribu kulalamika, anajaribu kuonyesha sura ya kwamba hapana haya yanayofanyika, hiki kilichofanyika, hiki kilichoendelea. Sasa mwisho yoyote, tunaweza tukawekwa hapa wahubiri, kama akina Mzee wa Upako mnasema kwamba tuje kwenye mazungumzo, ni sawa, lakini kwa nini mazungumzo haya yasingefanyika kabla ya tarehe ishirini na tisa? Yani, kwa nini msingehimiza kufanyika kwa hayo mazungumzo kabla haya hajatokea? Kwa sababu kabla haya hajatokea kuna watu walikuwa nalia, kuna vilio vilikuwa vinaendelea. Sasa kama mngekuweko watu ambao mnaweza kujipambanua, mna busara ama mna hekima, wakati ambao watu wanalia ama wanalalamika, mngetafuta kuwa sababu ya suluhisho. Yaani wako watu ambao waliita hayo mazungumzo kabla ya hiyo tarehe ishirini na tisa, lakini hakuna ambaye alikuwa anaona kuwa kuna jambo haliko sawa. Kila mtu alikuwa anaona kila kitu kiko sawa, lakini watu, watu wanaumia. Mtu anaumizwa anaumia, mtu ana moyo unakufa, mtu anaongea kauli ngumu, mnaona tu kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini hii kila kitu kiko sawa wakati mtu anaumia, ndo kitu ambacho kinaweza ikapelekea yaje kutokea hata mabaya zaidi, kwa sababu ukichukulia kila kitu kiko sawa kwa upande wako wewe peke yako, wakati kwa wengine ama yanayokuwa naendelea upande mwingine yanakuwa ni vitu vinavyo vinavyomuumiza e, vinavyomtesa, vinavyomharibu moyo wake, afasa kila kitu kiko sawa unakona, tafsiri mbovu ya e, kila kitu kuwa sawa kwa